Jina naye naibu mwenyekiti wa mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA Anne Wanjiku ameelezea bunge la Seneti namna ambavyo picha za CCTV za kituo cha polisi cha Central zilizimwa kabla ya marehemu Albert Omondi Ojwang' kufikishwa kituoni, na kama anavyoarifu Emmanuel To ni kwamba mpango wa kuficha ushahidi wa kifo chake ulianza hata kabla ya Albert kufikishwa katika kituo hicho cha polisi. Emmanuel To anaarifu zaidi. Uh, kwa mujibu wa matukio na taarifa zilizotolewa hadi sasa, ishara za mpango wa kuficha ushahidi kuhusu kifo cha Albert Omondi Ojwang' zinaashiria kuanza akiwa hai. Naibu mwenyekiti wa mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA Anne Wanjiku akieleza namna njama ya kumuua Ojwang' na kuficha ushahidi ilivyopangwa CCTV it came back. But on trying to review the previous day's events. Idara ya upelelezi wa DCI ikisema mshukiwa mkuu ni mkuu wa kituo hicho Samson Talam. He should be treated as a prime suspect in the matter. Hata hivyo hii ni moja tu ya hatua za polisi hao kujaribu kuficha ushahidi. Hatua ya pili ilikuwa ya kutoa taarifa za kupotosha pindi tu Ojwang' alipokata roho, msemaji wa polisi akisema Albert alifariki baada ya kujigongesha kichwa ukutani. La kushangaza zaidi ni muda uliochukuliwa na maafisa hao kumfikisha Albert Nairobi kutoka Homa Bay. Kulingana na babake Albert Meshack Ojwang', Albert aliondoka katika kituo cha polisi cha Mawego saa kumi jioni Ijumaa aliyokamatwa or whether there was a detour to some other place. Lingine pia ni kufutwa kwa akaunti ya X ya Albert Omondi Ojwang' pindi tu baada ya kifo chake, wakuu wa polisi wakisema bado wanachunguza wakati haswa ambapo akaunti yake ilifutwa na nani aliyeifuta. Lingine ni taarifa kinzani kuhusu hali ya afya ya Albert alipofikishwa kituoni. Kulingana na kitabu cha matukio ambacho runinga ya Citizen ilipiga picha katika kituo cha polisi cha Central, Albert alikuwa mgonjwa alipoingizwa kwenye seli. Maafisa wakuu wa idara ya usalama walisema Ojwang' alikuwa buheri wa afya na hata kumpigia mkewe simu alipofika. IPOA inachunguza ukweli wa madai hayo. IPOA sasa imetoa majina ya maafisa waliomkamata Ojwang'. Afisa aliyemwandikisha katika kitabu cha matukio Nairobi Central ni Mohamed Rashid. Majibu ya Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuhusu saa 36 za mwisho za mwanablogu Albert Omondi Ojwang' yameibua maswali mengi kuliko majibu kuhusu ni nani aliyetaka kumuua kwa sababu gani na aliuliwa katika eneo lipi. Emmanuel To, runinga ya Citizen, katika majengo ya bunge, Nairobi. Na,